E' Yesu mushindaji wa Golgotha twa kusifu bendera ya mapenzi ni alama ya kushindo uli chukua dhambi zetu juya

kwa damu yako Yesu, na watuinua moyo katika vita na jaribu, twahi peleka kwa furaha bendera yako zuri ya kushinda katiri mbingu ni mkombozi ni mkuu mwenye sifa, aliondo wa dhambi kwa kutufilia wote.